Kwa kuwa mwanadamu ni bidhaa inayohitajika, ili apatikane mwanadamu bora, ni lazima uweke utaratibu wakati wa kumtafuta huyo mwanadamu. Na mwanadamu anatafutwaje? Hakuna njia iliyokuwa salama isipokuwa ni ndoa. Ukikosea kwenye kumtafuta mwenza, maanake ndio unaanza kutuharibia jamii. Yuko mtafiti mmoja kupitia Qur'ani na Sunna alifanya utafiti yeye, mwishoni akatokea na maneno haya kwamba si kila mwanamume anafaa kuwa mume wa mtu na si kila mwanamke anafaa kuwa mke wa mtu. Anayefaa kuwa mume wa mtu, anayefaa kuwa mke wa mtu, wana sifa, na huyu bwana ameziainisha hizi sifa upande wa mwanamume anayefaa kuitwa mume wa mtu ana sifa sita, na upande wa mwanamke anayefaa kuitwa mke wa mtu ana sifa kumi na tatu. Kwa kuwa dakika zenyewe ni chache, nitataja huku tatu na huku tatu, ili tuende sawa. Sifa ya kwanza ya mwanaume anayefaa kuwa mume wa mtu, ambaye baadaye ndiyo atatuletea zalisho lililokuwa zuri, za kijana ambaye atakuwa na maadili mazuri. Sifa ya kwanza anyakuna muwahida lillah, anatakiwa awe mcha Mungu mwenye hofu na Mungu, yaani ukimpata mume ana hofu ya Mungu, huyu hawezi kuleta shida katika jamii. mkewe amemdharau, mkewe amemkosea, mkewe amemletea ujeuri. Jukumu la kumlisha huyu mke kwa mujibu wa dini ni la mume. Mke amefanya kosa kidogo, mume hawezi kutokuacha pesa ya matumizi nyumbani. Ameudhiwa, amekerwa, lakini matumizi anaacha kama kawaida. Asiyejitambua haachi, na akiulizwa anasema utakula jeuri yako. Huyu angetusubiri si mume bora, lakini kama ana hofu ya Mungu atajua kabisa huyu ni mtoto wa watu, nimekabidhiwa mambo yote yananihusu mimi, pamoja na udhaifu wake, nitamchukua hivyo hivyo, atampa huduma zote anazostahili. Lakini sifa ya pili ya mwanaume bora ni ghaddu ltarfi an ba'dhi zallat, inatakiwa ayafumbie macho baadhi ya makosa ya mkewe. Huyo ni mume bora. Si kila kosa analolifanya mkewe unampatiliza, unamwadhibu. Hapana. Na sifa ya tatu na ya mwisho kwa leo anyakuna aminan inatakiwa mume bora awe muaminifu. Sisi katika dini huku tuna maandiko, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, bali linsanu ala nafsihi basira, kila mtu anajijua mwenyewe namna alivyo. Kipimo cha uaminifu wako wewe mwenyewe, ukifika pale nyumbani, jikague. Hata simu yako unaiwekaje? huwa unaiweka hivi ikiita ionekane au unaifudikiza ni kipimo cha uaminifu lakini